Tanzania imeomba msaada wa China kukuza miundombinu ya kisasa ili kuhakikisha nchi iko tayari kwa ajili ya Kombe la Mataifa ya Afrika, AFCON 2027, ambalo Tanzania itakuwa mwenyeji mwenza pamoja na Kenya na Uganda. Ombi hilo limetolewa katika hafla ya maadhimisho ya Mwaka Mpya wa Kichina iliyofanyika kwenye Ubalozi wa China jijini Dar es Salaam, ambapo serikali ilielezea nia yake ya kushirikiana na China ili kuhakikisha maandalizi ya mashindano hayo yanakamilika kwa wakati unaostahili. Naibu Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, James Millya, alisema kuwa maandalizi ya AFCON 2027 hayahusiani tu na mchezo wa soka, bali ni fursa ya kimkakati ambayo itaweza kuchochea mabadiliko makubwa ya kiuchumi, upanuzi wa miundombinu na kuinua uhusiano wa kidiplomasia kati ya Tanzania China na ukanda wa Afrika Mashariki. Millya aliongeza kuwa mashindano hayo yanaweza kuvutia uwekezaji mkubwa, kuunda ajira kwa wananchi, kuboresha miundombinu ya taifa na kuiweka Tanzania kama kituo muhimu cha utalii ndani ya Afrika na duniani kote. Serikali imesema kuwa kuandaa mashindano makubwa kama AFCON 2027 kuna hitaji uwekezaji mkubwa katika maeneo kadhaa muhimu ikiwemo viwanja vya michezo vinavyokidhi viwango vya kimataifa, mifumo ya usafiri yenye ufanisi, pamoja na miundombinu ya kijamii kama vile nyumba za wageni, huduma za afya na vituo vya usalama. Kwa kusema hivyo, Tanzania inaamini kwamba ushirikiano wa kina na China unaweza kusaidia kufanikisha malengo haya kwa wakati unaofaa. Kwa upande wake, Msimamizi wa masuala ya diplomasia wa China nchini Tanzania, Wang Yong, alibainisha kwamba maadhimisho ya mwaka mpya wa Kichina yanawakilisha mshikamano na safari ya pamoja ya maendeleo kati ya China na Tanzania. Wang alisema kuwa China inaendelea kusonga mbele kiuchumi, kisiasa na kijamii chini ya uongozi wa Rais Xi Jinping na pia inaongeza mchango wake katika usimamizi wa masuala ya kimataifa na maendeleo endelevu. Aliongeza kwamba uhusiano wa kihistoria kati ya China na Tanzania umejikita kwenye urafiki wa miaka mingi na ushirikiano wa vitendo, hususan kwenye miradi mikubwa ya miundombinu kama ukarabati wa reli ya Tanzania Zambia, Tazara, kwa msaada wa kifedha, kitaalamu na usimamizi kutoka China. Wang pia alisisitiza kuwa raia wa China wanaoishi na kufanya kazi Tanzania wakiwemo wafanyakazi, walimu, wanafunzi na wafanyabiashara, wana mchango mkubwa kukuza uhamishaji wa ujuzi, ushirikiano wa kiuchumi na kubadilishana maarifa kati ya nchi hizo mbili. Alielezea matumaini kwamba ushirikiano huu utaendelea kuimarika kwa muda mrefu na kusaidia Tanzania kufikia malengo yake kimkakati si tu kwenye soka bali pia katika maendeleo ya miundombinu. Mwaka 2027 Tanzania itakuwa mwenyeji mwenza wa AFCON pamoja na majirani zake wa Afrika Mashariki, na mashindano hayo yanatarajiwa kufanyika kati ya 19 Juni hadi 18 Julai 2027 na kushirikisha timu 24 kutoka pande mbalimbali za bara la Afrika. Ni mara ya kwanza tangu miaka mingi kwa mashindano haya kufanyika kwa ushirikiano wa nchi tatu, jambo ambalo linatoa fursa ya kipekee kwa nchi hizo kushirikiana katika sekta ya michezo na pia kukuza uchumi kwa kutumia mchezo huo kama jukwaa la kimataifa. Kwa ujumla, Tanzania inatarajia kutumia AFCON 2027 kama njia ya kukuza maendeleo ya kiuchumi, kuimarisha uhusiano wa kimataifa na kuvutia uwekezaji wa kigeni, jambo ambalo linaweza kupelekea mabadiliko chanya kwa taifa kwa wote wanaohusika.